Leo nitazungumza maneno manne ya msingi sana kwenye maisha. Nianze, mtu mmoja nilimsikia akiniambia, ukiona mtu amekushinda kuzungumza, wewe mshinde kunyamaza. Mtu huyu anaitwa Anton Pius Kawane, unaweza kumfuatilia katika mtandao wake wa Facebook ukapata taarifa nzuri kama hizi, lakini leo nakuja kuzungumza na wewe kwamba usikubali msemo huu ukakutafuna ukauchukulia vile ulivyo bila kuelewa undani wake. Nataka kuzungumza jambo moja, ni kwamba usikubali kukaa kimya kwenye kila kitu. Natamani uweze kunisikiliza na kunielewa, natamani uweze kupata ujumbe, kwa sababu ukiendelea kukaa kimya kwenye kila jambo kuna fursa nyingi sana utazikosa. Hivyo basi, leo nataka kukwambia kwamba kuna maneno manne ambayo ukiyatumia vizuri, basi utakuwa ni mtu wa kuzungumza pale unapotakiwa kuzungumza, lakini utakuwa ni mtu wa kunyamaza pale ambapo unatakiwa kunyamaza. Hivyo basi, maneno haya manne ukiyatumia vizuri, basi nina uhakika maisha yako yatakuwa ni mazuri na utakuwa mshindi. Neno la kwanza ni neno samahani. Ifunze kutumia neno samahani. Watu wengi sana kwenye maisha wanashindwa kutumia neno samahani. Pale ambapo wanagundua kwamba kuna watu wamewakosea, inakuwa ni vigumu sana kwa upande wao kuweza kusema samahani. Lakini leo nataka kukwambia wewe unayenisikiliza na unayenitazama saa hii na wakati huu kwamba neno samahani hupunguza uzito wa kosa ulilofanya. Hivyo ukinikosea, ukiniomba samahani, basi unanifanya nisizungumze maneno mengi, tukafika habali. Je, uko tayari kutumia neno samahani? Je, utakubali unapokosa ukubali kwamba nimekosa na kutumia neno samahani? Swali, so, inakuwa kwako. Amua leo kuanza kutumia samahani. Neno la pili ni neno ndio. Watu wengi sana wanajikuta wanashindwa kutumia vizuri neno ndio. Nikamsikia mbunge mmoja anaitwa Bwe kule bunge, akasema wabunge siku hizi imekuwa shida, mkiambiwa mmekula ndio mnataka ndioa. Kanaalam sana kwamba imekuwa sana kutumia neno ndio. Nataka kuambia kitu kimoja, ukiona moyo wako umeridhia kufanya jambo fulani, ukiona moyo wako umekubali wewe uweze kufanya maamuzi fulani, pale ambapo unaulizwa kwamba utafanya, jibu ndio. Usianze kubabaika kwamba uh, pengine nanikafanya kufanya hivyo, kama ndiyo, sema ndio. Na wengine ni hapana. Watu wengi sana waneshima sihumu leo, kwa sababu wameshindwa kutumia neno hapana. Kuna vitu vingi sana waliulizwa kwenye maisha yao, ili waweze kufanya maamuzi katika mambo mbalimbali, lakini walishindwa kuvikataa. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua ni neno lipi linafaa zaidi. Kumbe hapana Kusema hapana ni kile kitu ambacho kinaweza kukufanya usiishi kwenye ndoto yako. Ukiona kitu chochote ambacho kinaweza kutoa kwenye kuishi kwenye malengo yako na ndoto yako basi jifunze kusema hapana. Lakini si kila kitu nitakusema hapana. Chagua nyingine za kusema ndio; nyingine za kusema hapana. Lakini neno la tatu ambalo unatakiwa... neno la nne ambalo unatakiwa kujua vizuri ni neno asante. Watu wengi sana wanashindwa kusaidia, wanashindwa kuheshimika, wanashindwa kupata nafasi na, na fursa mbalimbali, kwa sababu si aika wa kushukuru. Basi katika enda zangu za maisha, nilikuwa nikipita katika utaratibu wangu wa kusoma vitabu, basi akutoa kitabu moja Biblia Takatifu ambacho ni kitabu kizuri pendwa sana kwenye maisha yangu, na kushauri na wewe unaweza ukapitia ukasoma kidogo inasema kushukuru ni kuomba tena. Kuna watu kumi walitendewa wema na Yesu Kristo, lakini katika wale kumi waliotendewa wema mtu mmoja tu akafanikiwa kurudi na kwenda kushukuru. Yesu akauliza je, wewe mmoja umekuja, wale tisa wako wapi? Wale tisa wako wapi? Mbona hawakukumbuka? Lakini nina imani kwamba yule mmoja basi. alibarikiwa zaidi. Je, katika maisha yako umepewa nafasi nyingi sana za kuzifanya, umepewa msaada mbalimbali, je umekumbuka kushukuru? Na kama hujakumbuka kushukuru, jifunze kushukuru na kusema asante. Asanteni sana.